Sababu unapofanya ibada nyumbani unakuwa unajua, ah, kumbe huyu ni mwimbaji. Kuna watu wanakuwa wanapenda kuimba, mimi naimbisha nyumba ya kuabudu. Maana mwingine anapenda tu yeye anahubiri, mwingine anapenda muda wa maombi anakazana, unaanza kujua vipawa vya watu wako. Lakini wewe ukifika usiku na ni vita kubwa sana sasa, inabidi tuwe makini jamani, sawa wapendwa? Unajua ni vita kubwa sana kwa sababu, jifikiria kitu kimoja kwamba mnaweza mkakaa kwenye familia mkaangalia TV kwa pamoja mkaangalia mechi kwa pamoja mkaangalia tamthilia kwa pamoja alafu mkashindwa kuomba kwa dakika kumi kwa pamoja. Ayo sio mapepo hayo? Hiyo ni kazi ya mapepo. Mnaweza mkakaa masaa mawili kabisa mmekaa hivi, hey, hey, yule ndo ndo amemoa amemwacha mchumba wake hey, mnajikazi vizuri kabisa alafu mkashindwa kuelewana kwamba kila siku kabla hujalala tu tunaomba dakika kumi, mkashindwa kabisa. Au bwana, leo tuamke tu tufuate na maombi ya familia usiku, mkashindwa kabisa, lakini mambo mengine ya kawaida mkayafanya. Hiyo ni kazi ya mapepo, tunawaambia sasa. Kwa hiyo hivi ninavyoongea, maana yake ni kwamba tukitoka hapa, kila familia inatakiwa kabla ya mjenda kulala, ya mnaomba kwa pamoja.